Ebana, hapa ni Katete Stadium, maskani ya Kijiwe Nongwa, timu ambayo imefaa vizuri na inakuwa kwa kasi kweli kweli hapa mkoani Songwe. Tunataka kufahamu kwa nini inaitwa Kijiwe Nongwa na nilianzishwa lini. Hapa tunaungana na mwenyekiti akitupa maana halisi ya Kijiwe Nongwa na imetokea wapi. Yeah, wapinaitwapatikana Kijiwe Nongwa. Uh, ni timu ambayo ilianzishwa kwa muda mfupi, lakini inaonekana kuwa na mafanikio makubwa. Tunapenda kufahamu ilianzishwa lini na uh, nini siri ya mafanikio mpaka mnapata mafanikio <tum> mao chanzo chake. Mimi nadhani Kijiwe Nongwa ni timu ambayo ilianzishwa tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2024 na ilianzishwa na watu kama, watu kama watu watatu. watu kama watu watatu hivi watu kama watatu wanne, enye wazo ambao na mani zetu alikuwa anacheza mpira sehemu, baadaye akasema wayo jamani, ndio tuanzishe timu. Na sehemu ambayo tu, tunapatikana ilikuwa inatambulika ina, ina kama ni sehemu ambayo ina watu wajanja wajanja wajanja wenye maneno maneno u, watu wakiwa wanapita njiani wakawa wanaita sehemu maarufu kama Kijiwe Nongwa. Baada ya hili swala kutokea kwamba tuanzishe timu, tukaona basi ni tufanya, bora tufanyaje, bora tuite tikimee tuite iyonongo mmefanikiwa kwenda katika hatua ya fainali ya ligi daraja la tatu hapa mkoani Songwe. Maandalizi yakoje na mashabiki eh, kuna gari ambalo labda litawatoa hapa kuwapeleka uwanjani? Eh, mi nafikiri maandalizi ya timu yakodafoi, ya wachezaji wote wako fiti, na pia siku ya kwenda huko fainali, magari yameandaliwa kama manne. Kituo cha kwanza kitakuwa Blaki almaarufu kama Mangurueni lakini kituo cha pili kitakuwa pale juu mwaka al maarufu kama karibu na stendi, karibu na nani transformer. Lakini gari ya pili pia itakuwepo Sogea, na gari ya nne itakuwa kituo cha Mpemba. Mashabiki wote mnakaribishwa na usafiri utakuwa ni bure, kwa kweli usafiri utakuwa ni bure. Watu wote mnakaribishwa kwa sababu kijonongwa ni ya watu wote. Mkifanikiwa sasa kuchukua ubingwa mkoa na kwenda kwenye kituo maandalizi yapoje? Mipango ipoje? na tayari meshaanza kufanya maandalizi ya, ya kwenda huko kwenye kituo? Mpaka saa hizi mi nafikiri mipango iko, iko, iko, iko, iko sawa. Kitu cha msingi kwanza tu, tunaomba Mungu tuweze kuchukua hili kombe, lakini nadhani kwa jinsi ambavyo tulivyo, kwa sababu hii timu ni ya watu wote, ni ya watu wote, mtu kimuomba na kuchangia nafanyaje, kwa mi nafikiri mipango iko sawa, iko sawa. Mpango wa kuongeza wachezaji lakini pia kambi na vitu kama hivyo, mpango wa kuongeza wachezaji kwenye timu hususan kwenye swala la usajili lakini pia kambi ipo, e, lakini pia na ofisi za timu kwa ujumla zinapatikana wapi? Asante. Mimi nafikiri mpango wa huko tunakoenda, baada ya labda Mungu akijalia hili kombe tukachukua E, kutakuwepo na swala la kusajili wachezaji wengine, kuangalia mapengo ambapo baadhi ya wachezaji wameseli, basi tu, tuweze kujazilizia, lakini pia mpango wa huko tunapoenda tumejipanga vizuri sana, na ofisi ofisi ipo ipo sehemu ambayo inaitwa almaarufu kama siri yako pale muda wote, ukitaka kutuhitaji muda wote tunatupata pale. ah, pengine kiongozi ah, pengine mwenyekiti, kwa muda mfupi ambao umefanikiwa, uh, kuwa na hayo mafanikio, tunafahamu fika changamoto hazikosei uh, kwenye kila sehemu. Actually, changamoto zipo ni nyingi tena kubwa sana. Kwa, kwa, kwa mfano kama hili swala la la hela, wakati mwingine na kumfuata mtu mdau, bwana tumekwama hapa tumekwama hapa, mtu anakuambia labda eh, nitafanya hivi nitawapeni, lakini hawapi. Ila tunachukulia ni moja ni moja ya changamoto, ni moja ya hatua. Kwa mimi nafikiri zaidi, wadau, timu, basha, basha, basha. Sehemu kubwa zaidi tuwaombe wadau wajitokeze kutusapoti tulipofika hapa na huko tunakwenda, kwa sababu lengo la timu kufika sehemu kubwa zaidi hapa tulipofika na lengo hilo, mi nafikiri kwa pamoja tunaimani tutafika, tutafika. E, mi nafikiri kwa, kwa swala hili la uambusu wadau Mtu yoyote yule kwanza anakaribishwa, ana, ana kuja kuwekeza kwa sababu hii timu haina mtu, lakini mbali na yote hii timu ina watu ambao wanasapoti kikubwa chao. Eh, wakati mwingine mnaweza mkao mmechangisha mmekwama, lakini wapo watu wanajitoa sana, wanajitoa mpaka kufika kwa wadau sasa, e, wana nafasi ipi ya kuweza kuwachangia changia nyinyi? Ukak labda kuna mdau amevutiwa na project yenu ya Kijiwe Nongwa, anatamani kuweka e, chochote kitu, anawafikia? Mimi nafikiri sisi kama Kijiwe Nongwa tuna imani mdau yoyote ule anakaribishwa, anakaribishwa kuwekeza na muda wowote. Mimi nadhani tu Tupo pia tuweke tu wazi kwamba kama mtu yoyote yule ana lengo la kuja kuwekeza anakaribishwa kuja kuwekeza, kwa sababu e, hii timu kama nilivyoongea hapo awali ni ya watu wote. Sasa la kuambia labda data mashabiki wadau wa mkoa wa Songwe kwa jumla, lakini nje ya mkoa wa Songwe, nina lipi la kuambia wadau wa mpira? Kitu kikubwa, nipende kwanza kuwashukuru watu wote ambao wanatusapoti wa, na pia niwaombe tu watu wadau, viongozi wa serikali, viongozi mbalimbali, tunawakaribisha waje watusapoti, kwa sababu tulivyofika hapa ni kwa sababu ya nguvu ya watu ko muhimu tu viongozi wa Kijionongwa tuna imani nao sana, tunawakaribisheni hata kama sio Kijionongwa. Hii fainali ambayo tutacheza hapo Vwawa mkoani tunaomba tuje tushiriki pamoja sana. Asante sana. Asante. Asante. E, bana, Kijionongwa wapo katika hatua ya fainali ya ligi ya mkoa hapa mkoani Songwe, na hapa tunaungana na kocha akituambia mipango ya timu ni ipi wakifanikiwa kutoa ubingwa wa ligi ya mkoa huko mbeleni, wanataka kufanya mambo gani? Lakini pia malengo ya timu kwa ujumla, kocha anaenda kutupatia hapa kwa uzuri kabisa. Okay, mna um, muda mfupi sana yeah, toka mmeanza kujulikana. Anasema kasema kwa mtu ambaye ni wa zamani ukimwambia Kijiwe nongwa anaweza kawa asifahamu, lakini kwa muda mchache sana mme progress na kuwa na mafanikio makubwa. Kwa mara ya kwanza mnashiriki ligi daraja la tatu, zowei mnafika fainali siri ya mafanikio ni nini ah, kwanza kikubwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa kuwa wazima kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila tunachokiomba anaweza kututekelezea si kwamba sisi ni wenye bahati lakini pia mipango nadhani viongozi wangu mmeona wako mazoezini toka saa tisa yaani wao wanakuwa wa kwanza kufika kuliko wachezaji na sisi makocha tunakuwepo mapema kwenye kupanga programu zetu Nazani kikubwa cha msingi ni kuwapongeza wachezaji, kupongeza viongozi na benchi zima la ufundi. Mafanikio yetu yamekuja kutokana na umoja mmoja, huu ulikuwa na hamasa ndani yake, si hamasa ya pesa, lakini hamasa ya kujitoa baina ya vijana na vijana kwenzake, vijana na benchi la ufundi. Kama utakavyoona timu ina camp, ina emp ndogo ambayo ina hudumu zaidi wachezaji saba mpaka kumi. Kwa hiyo wachezaji saba mpaka kmi kukuta hiyo ndo11 ya timu kwa hiyo kuwaweka vijana pamoja imeleta siri kubwa sana, lakini cha msingi na kikubwa zaidi kuwa na management bora. Sisi tuna team manager ambaye ni madam wetu, ana control vizuri wachezaji. Sisi makocha tunapokuwa hatuko basi, team manager anaweza kumanage wachezaji, kuanzia kwenye kila kitu, kuanzia kwenye lishe mpaka kwenye muda wa mazoezi. Kwa hiyo, hiyo ndio siri kubwa, lakini pia ubora viwanjani, nadhani mmeona Kijiwe Nongwa imefanya usajili sehemu mbalimbali, kikubwa imetegemea wachezaji wa zawa. Changamoto zipo za wachezaji wa, wa zawa, lakini tumeweza kuzimaintain, tumeweza kuzifutilia mbali kwa viongozi kukaa na wachezaji, hilo limeleta limeleta tija chachu kubwa, imeongeza na wachezaji kutoka mbali. Wachezaji kutoka Dar es Salaam tumesajili wachezaji wawili, Iringa tumesajili wachezaji wawili, lakini pia kwa baadhi ya mikoa ya Mbeya tumesajili wachezaji wawili ambao watatumika yifu. Uh, umezungumza namna ambavyo umepata mafanikio uh, kwa muda mfupi, malengo yenu ni yapi? Najua kwanza malengo ya ligi daraja la tatu hapa mkoani Songwe ni kuchukua ubingwa na mko fainali, lakini malengo mama kwa upande wa Kijiwe Nongwa uh, ni yapi? Kwanza ndugu mwandishi, niseme Kijiwe Nongwa ina malengo ya aina tatu: ina malengo madogo, ina malengo ya kati, ina malengo ya ya juu. Nikianza kufafanua kwenye malengo ya madogo madogo mm. Malengo yetu madogo yalikuwa ni kuingia ligi ya mkoa na kuweza kutawala, yaani tuchukue ule utawala waliokuwa nao watu wengine, tufike fainali, ndo lengo dogo. Lengo la kati ni kuweza kutoka kwenye ligi ya mkoa na kwenda kanda, nadhani hapo tuta tutaweza kujibrand zaidi. Na lengo letu mama kama alivyozungumza mwandishi mwandishi wa habari ni kwamba tunategemea baada ya kuenda kuvuka kuingia ligi daraja la pili tuweze kuweka tuseme kama ni kituo ambacho kitakuwa kama Moro Kids, kama Elite Sports Academy za Dar es Salaam, kama Enjoy Soka, twende na misingi ambayo Tanzania inataka, tuanze na vijana na 20 ana 17. Lakini pia timu iko daraja la pili, watoto wasiteseke, pahali pa kutokea, watoto wakitoka, basi tunaweza kuwapandisha senior team moja moja kwa moja, lakini pia ni kuweza ku overcome hii solution kwamba Songwe haina timu, haina timu katika madaraja yote. Kwa hiyo Kijiwe Nongwa ni timu ya wanasongwe ambayo tunategemea inaweza ikapanda ligi na ikatoa changamoto hizo, watoto ambao, inshallah, naamini kwa juhudi zenu waandishi, kwa juhudi za mashabiki, kwa sababu Kijiwe Nongwa tunategemea zaidi mashabiki. Mashabiki ndio wamekuwa wana nadhani ukizungumza timu ya wanachama utazungumzia Simba, utazungumzia Yanga, lakini ukizungumzia timu ya mashabiki home of champions unawazungumzia Kijiwe Nongwa sana. Unaweza kumanage sasa ama kucontrol vipi hali za wachezaji? Tunafahamu wachezaji wengi kwa hivi sasa wanapenda sana ndondo, akiona akikaa camp anapoteza time kuliko eh, jioni moja anacheza ndondo anapata hela ya kula. Kama coach unawacontrol vipi wachezaji ambao unawatoa sehemu mbalimbali na walikuwa wamezoea kucheza ndondo? Kwanza ni kuwajenga Yani ndugu mwandishi, nasema ukitaka kumkamata kuku lazima umdondoshe ponje za, za mahindi kwanza. Ni kumkamata mchezaji kisaikolojia na kuweza kumwambia na kumwelewesha, ukae naye kama rafiki. Mimi ni kama mzazi, mimi ni kama mlezi. Kwa hiyo nakaa na wachezaji wangu walio kempu, na ni wachezaji ambao ni machuadi, ni wachezaji ambao wanahitaji mafanikio. Kwa hiyo mafanikio hayaji kwa kucheza ndondo, ndondo ni fatiki lakini ndondo ndo zetu sisi, mpaka nimruhusu mchezaji anapokea kiasi gani, timu inaweza ika overcome solution ya kumpatia pesa. Inampatia pesa, unaenda kupata shilingi ngapi? Laki na nusu, basi utapata kutokana na juhudi zako katika timu. Kwa hiyo hatukatazi ndondo katika timu yetu, lakini wachezaji wenyewe washagundua pahali sahihi pa kupatia pesa na pahali sahihi pa kupatia furaha yao, ni Kijiwe Nongwa. Ndio maana nikasema Kijiwe Nongwa ni home of champions. Sidhani kama mchezaji anaweza akatoka nje ya timu ambayo mafanikio anayapata. Kwanza anapata huduma kwa wakati, mchezaji anapata kila kitu kwa wakati, anapata kuanzia kiatu, kuanzia stocking, kuanzia jezi, kijana anapata yale mahitaji muhimu ambayo anapata, anapata chakula, anapata marazi. Ndugu mwandishi wa habari, nadhani kijana kama huyu akitoka kienda pahali pengine, basi naweza tukasema ni mchezaji ambaye kiukweli amekiuka maadi, lakini kikubwa cha msingi, hakuna timu daraja la tatu ambayo inatoa posho kwa wachezaji wake zunguka Tanzania, nadhani mimi nimecheza mpira sehemu nyingi, najua changamoto zetu zinaanzia wapi. Kwa mchezaji kama anapata posho kwa wakati, ndugu mwandishi, sidhani kama kunakuwa kuna tatizo. Uh, kwa ushauri, ili mtu aweze kuendana na misingi yetu sisi ambayo tumeweza kufika na kufanikiwa, cha kwanza, ili uweze kufika kuwa kama Kijunongo, unahitaji watu ambao ni watu wa mi, yani watu wa mpira. Kwa nini nakwambia watu wa mpira Menejimenti yetu wote sisi ni watu ambao kwanza wamesoma, pili wana vyeti, alafu tatu wana ile tuseme taranta ya mpira, yani kuupenda mpira kutoka ndani, ndani ya moyo. Changamoto zipo, tunakumbana nazo lakini zinatatulika kifamilia zaidi. Sisi hatuwezi kutoka kuja media, kwa mfano Vwawa kuja Nongwa TV bwana, sijui tumekosa hichi. Hapana, zile changamoto zinatatuliwa ndani ya ndani ya familia. Kwa hiyo na washauri wanasonga ili, uki, ili uje uwe kama Kijiwe Nongwa cha kwanza lazima ufuate misingi, cha pili uwe na malengo, ni wapi unakwenda na wapi ume na wapi umetoka. Wadau wana nafasi gani kuwaunga mkono nyinyi kama Kijiwe Nongwa? hivi sasa nikazungumza nikasema Kijiwe Nongwa, kuna timu za wanachama na kuna timu za mashabiki Home of Champions. Kijiwe Nongwa mara nyingi imekuwa ni timu ya wadau, wadau ni pamoja na mashabiki. Tuna wadau Black, tuna wadau Tunduma tuna wadau hapa hapa Mpemba, tuna wadau Dar es Salaam, tuna wadau Zambia, tuna wadau South Africa. Unaweza ukajiona ni, ni timu ambayo imejitanua ndani ya muda mfupi. Imejitanua kwa kiasi gani? Ukiwekeza kwa mashabiki, wao ndio wenye roho, wao ndio wenye moyo, basi timu inaweza ikawa mbali. Shabiki anachotaka ni furaha, na furaha inapatikana Kijiwe Nongwa. Nadhani ukitoa hizi timu kubwa Giant, Simba, ukitoa Yanga, ukitoa Azam kwa sasa hivi Mpemba nzima na Tunduma nzima Songwe nzima inazungumzia home of champions. Kwanza nianze na technically eh. Tumejiandaa kati, tunakwenda fainali, tunakwenda fainali. Nimebakiza siku tatu, Jumapili, Jumatatu na Jumanne, nimebakiza siku tatu kwenda fainali, lakini siku za mazoezi nimbakiza siku mbili. Kwa maana gani nakwambia hivyo? Leo nacheza mechi hapa ya kirafiki lakini Jumapili ni mapumziko kwa vijana, sio mapumziko kwamba wanarest, hapana. Kuna vijana wataenda jimu na kuna vijana ambao tutafanya postmortem ya game kwao. Technically nimejipanga katika mchezo unaofuata. Kwanza nimejipanga kwa ushindi, pili nimejipanga kuweza kutimiza malengo, malengo ya timu. Lakini umeniuliza swali, ndugu mwandishi wa habari, kwamba kuna changamoto za timu nyingi kufeli ukiwa kituo. Ni kweli sisi tumepandisha Mchupira Siti ligi daraja la pili, na tukiwa kituo timu ya Iringa nadhani mnaikumbuka ni timu ambayo ilikuja vizuri sana kama Kijiwe Nongwa Mchupira City, mwaka 2017 18 19 mpaka 20 kwao. Nina uzoefu nikitoka hapo kuchukua ule uzoefu basi nitaondoka, nita kwenda kufanya Songwe ipate timu ya daraja ya daraja la pili ambayo sasa hivi tunasema ni first league, ni timu ya upili, ni, ni ligi ya kwanza ambayo ni bora kwa sasa hivi kwa sababu shirikisho la soka nchini Tanzania limeimprove sana katika kufanya mambo yake kiweredi, lakini technically sisi tuna benchi la ufundi ambalo ni bora. Yaani benchi letu la ufundi lina watu wale wa mpira hasa, ukiangalia wamepita madaraja mazuri na wamecheza mpira kwa mafanikio. Kwa hiyo, actually mimi nitaweza kusema kwamba ili kuweza kufanikiwa haya tunahitaji umoja wa viongozi, moja wa media Songwe nzima iandamane iweze kushikana kwa ajili ya kwenda kupandisha kupandisha timu. Lakini cha tatu, ningeuomba uongozi ningeomba uongozi wa soka wa Songwe mara moja moja, sisi tuna no uwanja mzuri kama sisi mbwa basi, na wao wazidi kuupitisha ili tuweze kupata kituo kiwe katika katika mkoa wetu itatusaidia kituo kikiwa katika mkoa wetu wa Songwe italeta fursa ya biashara, italeta wageni wapya. Kwa hiyo tutaweza tukajifunza kwa nini timu zinapanda zinaanzia wapi na zinaishia wapi. Cha kuambia ni vitu vitatu kama sio viwili. Kwanza ni kuwaomba waweze kufika katika mechi ya fainali, waweze kushuhudia majirani zetu Nduki wamekuja kufanya nini na sisi tumekuja kufanya nini. Cha pili waweze kusapoti timu zetu kwa sababu zote zilizo zilizoanza kwenye ligi mpaka tulipofika hatua ya fainali, zote ni timu kutoka Songwe. Lakini mimi nimetoa, nikienda nje ya swali lako mwandishi, mimi nimetoa fursa kwamba nitakapopita kwenda kanda, sito acha kipaji ambacho nilikiona kuanzia ligi inaanza mpaka ligi inaisha. Mimi nimekuwa muumini sana wa vijana. Kwa nimeona vijana Nduki, nimeona vijana Saint Patrick, nimeona vijana Saza nimeona vijana wa maendeleo. Nadhani ni muda sasa wa kufanya kazi kwa pamoja, sisi kama Wanasongwe. Kijiwe Nongwa ina watu, lakini pia lazima tutaongeza tutaongeza watu kwa na waahidi Wanasongwe, hii timu ni ya kwenu, na hii timu inafanya haya kwa ajili ya kuinua, kuinua soka la Songwe. Kwa hiyo niwakaribishe mashabiki, niwakaribishe wadau. Kwanza mpira unahitaji uwekezaji, tusiwaachie tu hawa viongozi wa Kijiwe Nongwa ni dawa, ikawa kivutio sehemu mbalimbali. Kwa hiyo ni washukuru waandishi wa habari kwa kutunga mkono, niwashukuru kwa kuja katika kiwanja chetu cha mazoezi. Hii ni Katete Stadium, Home of Champions. Nataka na kusema kwamba finali nitachukua bidii nilai, Mwenyezi Mungu atupe afya, atupe uzima, na hata kama atafanikiwa kuchukua nduki basi, kama watatuhitaji Kijiwe Nongwa basi tutafanya nao kazi. Kwa kwahiyo niwashukuru chama cha mpira kwa kuandaa ligi nzuri ligi ambayo imekuwa na changamoto ya mafanikio kwa Kijiwe Nongwa. Yaani niweze kusema kwamba mafanikio haya sio tu yamepatikana kwa namna moja au nyingine hata viongozi wa mkoa pia wametusaidia. Kwa hiyo niwashukuru sana kwa Vwawa FM. Karibuni. This is the home of Champions Ground. Leo tuna friend match na Dream Warrior. Kwa hiyo nawashukuruni sana kwa Shukrani. Shukrani sana. Baada ya kuzungumza na kocha eh, bana hapo, yupo mchezaji naye pia natuambia, anajisikiaje kuitumikia klabu hii ya Kijiwe Nongwa ambayo kwa muda mfupi wamewaza, wameweza kupata mafanikio ya haraka? Kwanza kwa majina, mimi naitwa Rama Jackson Mlisho. Mimi kwa Kijiwe Nongwa toka timu Kamaani, yani toka kikundi hicho, kwamba yani sisi tulikuwa wachezaji kama watatu mpaka tulipofikia hapa tunashuhudia kutokana pia na uwekezaji watu waliingia kwenyetuet mpaka tuliofikia sa si abtkaa wachezaji tuliofikia. Kwa wewe unajisikiaje kuwa kwenye timu ambayo kwa muda mfupi mnapata achievement kubwa, hali yako unajisikiaje kama mchezaji? Tunategemea kwa kwenye football kwamba hufikie madaraja ambayo ni makubwa kwenye, kwenye lengo za mpira. Hapo tulipofikia si haba kwa sisi, wachezaji ndio tunaanza, na tunapoelekea, nadhani ndio patakuwa panaonekana vizuri na sisi kupushi, kwa vile tunapozidi kusogea mbele. Mmetinga kwenye fainali ya ligi ya mkoa hapa Songwe, mkiwa kama wenyewe wachezaji, unapenda kuzungumza nini, hata kabla ajaja kocha ajaja kuzungumza, kuzungumzae viongozi wajaja mkikaa wenyewe wachezaji mnazungumza nini kuelekea kwenye hiyo fainali? Kwanza sisi kama wachezaji tumekaa tumetafakari, fainali tunayoenda kucheza sio nyepesi, japokuwa timu inatoka lakini finali ni ngumu sana, katika, tena katika hatua tulizocheza tunaweza tukasema ni rahisi, kwa hapa tulipofikia ni hatua ngumu sana. Timu inatoka ukwapi wanasaidi Ileje, sio timu rahisi, yani at least bora mkutane na watu ambao mnacheza wote mpira, lakini usikutane na wale watu ambao wanapiga ilivyokuja inarudi kama ilivyokuja, kwa hiyo fainali ni ngumu, lakini sisi kama wachezaji tumeshakaa na viongozi, hii leo tumecheza mechi ya kirafiki hapa, tumecheza tumefanya mazoezi kama, kama siku tano.

tunasubiria, hatuwezi kusema kwamba, japokuwa unatamani utoke hapa ulipo daraja la tatu la pili usogee, kuna watu ambao tayari wanatusimamia sisi. kwa kwa watu tuliopo tukifanikiwa kufika tutakachopangiwa inshallah viongozi finali, si ndio? Kitu wamejiandaa. Wamejiandaa kwa kila kitu kuanzia malazi, makazi, ulaji kila kitu kama unavyoelewa kwenye kituo jinsi tunavyotakiwa kituo chochote sisi tutakachopangiwa tupo tayari kikamilifu, na kwenda kuiwakilisha vizuri Songwe. Ya, yeah, mashabiki wa mkoa wa Songwe watarajie vitu vizuri kutoka kwenye timu yetu wapushi zaidi, na imani tutafikia daraja la pili la kwanza ko kwa waendelee kutusapoti waendelee kutupa waendelee kutupa, waendelee kutupa moyo kama mashabiki zetu, na tunaomba sana kwenye siku ya fainali waweze kujitokeza kwa wingi kwa zidi kutupa sisi hamasi neno lipi sasa la uh, kuambia mashabiki? Unajua kuna wale mashabiki ambao wanakuja leo wanakuja kesho, wengine wanapotea uh, lakini pia kwa wadau wa mpira kwa ujumla una lipi la kuambia hapa mkoani? Ah, kwa mashabiki kwa mashabiki zetu tunaomba sana siku ya fainali waweze kujitokeza ili waweze kutusapoti. Kimsingi ndio kitu ambacho tunakihitaji kutoka kwao. Sisi hatutawaangusha, ila wao pia wategemei kwamba watatuangusha siku ya fainali. Tunaomba sana waweze kufika, naweze na waweze kutusapoti na pia hapa anaweza kaongelea kitu pia, kuna jezi zinapatikana pale za mashabiki pia. Ukinunua jezi, unakuwa umechangia timu kwenye mapato, ili tuendelee kuzidi kusonga kusonga mbele. Shukrani.